Unajua hisia ya kupenda mtu kwa roho yako yote, kumwamini, kumtegemea, kumwona kama maisha yako yote na halafu unagundua kila kitu ulichokuwa unaamini ni uongo. Grace alikuwa na miaka 27 wakati alipatana na Alex. Alex alikuwa mzuri sana, ama ndivyo Grace alivyofikiri. Leo nitakueleza jinsi mapenzi ya miezi sita yalivyokuwa ni uongo mzima. Ilikuwa mwezi wa Januari mwaka 2022. Grace alikuwa anafanya kazi restaurant moja huko Dar es Salaam. Kila siku ni sawa, anawahudumia wateja, anarudi nyumbani, analala. Lakini siku moja, Ijumaa, Alex aliingia kwenye restaurant: mrefu mwenye akili, amevaa suti ya rangi ya samawati na tabasamu tabasamu ambalo linafanya moyo upige mbio. Alex alimwambia Grace alete chai. Grace alimletea. Alex alimtazama kisha akamwambia ana sura nzuri siku hiyo. Grace alicheka akamshukuru. Alex akajitambulisha, Grace pia akajitambulisha. Halafu Alex akamuuliza Grace anafanya nini baada ya kazi. si Grace alikuwa anaogopa, lakini kuna kitu kwa Alex kitu ambacho kilimfanya Grace ajihisi ni mtu maalum. So Grace akamwambia anamaliza kazi saa saba. Alex akamwambia sawa, atamngoja wapate kwenda kula chakula cha jioni, na hivyo ndio ilianza. Chakula cha jioni kilikuwa kizuri. Alex alizungumza vizuri, hakuwa na kiburi, aliuliza maswali mengi, alisikiliza kwa makini. Mwisho wa usiku ule, Alex aliomba namba ya simu ya Grace. Grace alikubali. Kutoka hapo, Alex alikuwa akimpigia Grace kila siku. Asubuhi anapiga kusema habari asubuhi njema, jioni anapiga kuuliza amelala vizuri. Wiki mbili tu baadaye, Grace na Alex walikuwa wameshaanza kuwa wapena nao. Miezi mitatu baadaye, Grace alikuwa anafikiri moyoni mwake huyu ndiye mtu wake. Alex alikuwa mzuri sana. Alikuwa akimchukua kwenye matembezi, alikuwa akimnunulia vitu. Alikuwa akimwita mpenzi wake, lakini kuna kitu kitu kidogo ambacho Grace alikuwa anaona, lakini alijidanganya mwenyewe. Alex hakuwahi kumpeleka Grace kwenye nyumba yake. Kila wakati walikuwa wakikutana nje, mikahawani, mahotelini, kwenye bustani, lakini nyumba yake, hapana. Grace aliuliza mara moja kama anaweza kwenda kumtembelea. Alex alikasirika kidogo, akamwambia nyumba yake ni chafu, kuna ukarabati anaofanya, si vizuri aende. Grace alimwamini. Jambo la pili, Alex alikuwa anazima simu yake wakati wa usiku kabisa. Grace aliuliza kwa nini anazima simu. Alex akamwambia betri ya simu yake inakwisha haraka naye hulala tu. Grace alimwamini. Jambo la tatu, Alex alikuwa anapotea wakati wa wikendi, kutoka Ijumaa jioni mpaka Jumapili jioni hakupatikani. Grace aliuliza yupo wapi? Alex alimwambia yupo mashambani, anaenda kumtembelea bibi yake. Grace akamwambia sawa, amsalimie bibi yake. Grace alimwamini. Bos, shaka ni kitu kibaya sana. Lakini Grace alikuwa anamupenda Alex, kwa hivyo alijidanganya mwenyewe mpaka siku moja. Jumamosi Grace alikuwa mjini anapita Kariakoo na anamwona Alex. Alex yuko na mwanamke mwingine, wako pamoja, wameshikana mikono, wanacheka. Grace moyo wake ulipiga stop. Akawasogelea pole pole, wakaenda kwenye gari, gari la Toyota Premio rangi nyeupe, wakapanda ndani, wakaondoka. Grace alirudi nyumbani, alipigia Alex simu. Simu ilikuwa imezimwa, akatumwa ujumbe hakujibu. Usiku saa kumi, Alex alimpigia. Alex alimuuliza Grace yuko wapi. Grace sauti yake ilikuwa ya chini, akamwambia alikuwa mjini leo. Alex akamwambia poa, akamuuliza amenunua nini. Grace akamwambia, Alex nilikuona leo. Kimya. Alex aliuliza, alimwona wapi Grace akamwambia, Kariakoo. Wewe na mwanamke mpo pamoja. Alex hakusema chochote kwa muda mrefu, halafu akasema kwa sauti ya chini, akamwambia huyo mwanamke ni mke wake, boss. Fikiria, miezi sita, miezi sita, Grace amekuwa akimpenda Alex, akimwamini, akifikiri moyoni, huyu ndio maisha yake na sasa anasikia huyo mwanamke ni mke wa Alex. Grace hakuweza kuongea, akalia tu. Simu bado ilikuwa wazi. Grace alikuwa analia na Alex alikuwa kimya. Halafu Grace aliuliza kwa sauti iliyovunjika, kwa miezi sita Alex umekuwa unanidanganya? Alex akamwambia Grace, ni kitu kigumu kuelezea. Grace akalia Akamwambia una mke Alex, una mke na ulikuwa unaninunulia na mimi? Alex alijaribu kumwelezea, achana naye amwache, amwelezee. Grace akamuuliza elezea nini? Kuna nini cha kuelezea? Ulikuwa unanipenda na una mke nyumbani? Alex alijaribu kuzungumza, lakini Grace hakutaka kusikia. Grace akamwambia Alex wasizungumze tena kamwe akakata simu. Usiku ule Grace hakuweza kulala, alilia akifikiri alikuwa anapenda mtu ambaye si wake, alikuwa anapenda mtu ambaye ana mke nyumbani. Wiki mbili baadaye, Alex alijaribu kumpigia akatuma ujumbe WhatsApp, Grace hakujibu. Mwezi mmoja baadaye, Alex alituma ujumbe wa mwisho, akamwambia Grace samehe, alikuwa na makosa lakini anamupenda, yuko kwenye ndoa ambayo hawawezi kutoka. Alitaka kutoka, lakini ni ngumu. Grace alisoma lakini hakujibu, kwa sababu alijua mapenzi ya mwongo hayawezi kuwa ya kweli. Leo Grace ni sawa. Ilichukua muda, ilichukua machozi mengi, lakini alipona na alijifunza. Jambo la kwanza, dalili za hatari ni dalili za hatari, si za rangi ya chungwa si za rangi ya manjano ni za rangi nyekundu. Mtu anazima simu usiku, dalili ya hatari. Mtu hakupeleki kwake, dalili ya hatari. Mtu anapotea wikendi, dalili ya hatari. Jambo la pili, kama mtu anakupenda kwa kweli, hata kufanya ujihisi ni siri. Jambo la tatu, si kosa lako, wewe hukumnyakua mtu wa mtu, yeye alikuwa anauza uongo na boss, kama wewe umewahi kupitia kitu kama Grace, jua unastahili zaidi. Mtu wa kweli hata kufanya ujihisi ni chaguo la pili, hata kufanya ujihisi ni siri. Mtu wa kweli atakupenda wazi, bila siri. Hadithi ya Grace inaishia hapa. Kama umependa hadithi hii, bonyeza like, jiandikishe ili upate hadithi zaidi zenye kugusa moyo. Na kama umepitia kitu sawa na hiki, andika chini tuongee, kwa sababu hautembei peke yako. Tutaonana hadithi ijayo. Jilinde moyo wako, kwa sababu ni kitu kimoja ambacho haupaswi kubadilisha kwa mtu yeyote.